Raisi wa Russia, Vladimir Putin ametangaza ajira mpya za wanajeshi laki moja na sitini wenye umri wa kuanzia miaka 18 hadi 30, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya vijana wanaoandikishwa jeshini nchini Russia tangu mwaka 2011. BBC imeripoti leo Jumanne, Aprili mosi 2025 kuwa kuitishwa kwa vijana hao kwa ajili ya kujiunga na jeshi la Russia kuna lenga kulipanua jeshi la nchi hiyo kuelekea katika mzozo na Ukraine. Wito huo umekuja miezi kadhaa baada ya Putin kutangaza kuwa Russia inapaswa kuongeza ukubwa wa jumla ya wa jeshi lake hadi takribani wanajeshi milioni mbili na laki tatu na tisini, huku idadi ya wanajeshi wa kawaida ikiongezeka hadi kufikia wanajeshi milioni moja na nusu. Hilo ni ongezeko la wanajeshi laki moja na themanini katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Makamu mkuu wa jeshi la nchi hiyo Vladimir Smolanski alisema kuwa vijana wapya hawatatumwa kupigana nchini Ukraine katika kile ambacho Russia inakiita operesheni maalum ya kijeshi. Hata hivyo, kumekuwa na ripoti za vijana wanaoandikishwa jeshini kuuawa katika mapigano katika maeneo ya mpakani mwa Russia, huku baadhi yao wakitumwa Ukraine katika miezi ya awali ya vita vya kiwango kikubwa. Wito wa sasa wa ajira ya kijeshi unafanyika, kati ya Aprili na Julai, na umekuja licha ya juhudi za Marekani kuanzisha usitishaji wa mapigano katika vita hivyo. Hakukuwa na kusitishwa kwa mapigano siku ya Jumanne, ambapo Ukraini ilisema kuwa shambulio la Russia kwenye vituo vya nishati katika mji wa Kherson kusini liliacha watu takriban elfu 45 bila nishati ya umeme. Wakati huo huo Russia ilidai kuwa imeteka kijiji kingine cha Ukraine cha Rozlyiv katika mkoa wa Donetsk nchini humo. Russia inafanya ajira ya lazima ya wanajeshi mara mbili kwa mwaka katika msimu wa mchipuko wa vuli na wavuli, lakini wito huu wa sasa wa wanajeshi laki moja na sitini ni elfu kumi zaidi ya kipindi kama hiki kwa kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Tangu mwanzoni mwa mwaka jana idadi ya vijana waliostahili kuandikishwa imeongezeka baada ya serikali kupandisha umri wa juu wa ajira za kijeshi kutoka miaka 27 hadi miaka thelathini. Mbali na barua za wito zinazotumwa kwa posta, vijana pia watapokea notisi kupitia tovuti ya huduma ya serikali maarufu kama tovuti ya Gosuslugi. Zaidi ya ajira hizo lazima mara mbili kwa mwaka, Russia pia imeajiri idadi kubwa ya wanajeshi wa mkataba na kuajiri maelfu ya wanajeshi kutoka nchini Korea Kaskazini. Moscow imelazimika kujibu hasara kubwa nchini Ukraine, ambapo zaidi ya wanajeshi laki moja waliothibitishwa na BBC na tovuti ya Mediazona wamedaiwa kuuawa katika vita hivyo. Putin ameongeza ukubwa wa jeshi lake mara tatu tangu alipoamuru uvamizi wa Ukraine mapema Februari 2022. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilihusisha ongezeko la wanajeshi mnamo Desemba 2023 na kuongezeka kwa vitisho vinavyotokana na vita vya Ukraine pamoja na upanuzi unaoendelea wa jumuiya ya kujilinda ya NATO. Kwa mujibu wa NATO imepanuka kwa kujumuisha Finland na Sweden moja kwa moja kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ambapo jumuiya hiyo imejenga jeshi lake kwa lengo la kukabiliana na vitisho vya Russia. Finland ina mpaka mrefu zaidi wa NATO na Russia na kilometa wenye makadirio ya kilometa 1343 sawa na maili 834, na waziri mkuu wa Finland Potel Orpo alisema Jumanne kuwa nchi yake itaungana na majirani zake wa Russia katika kujiondoa kwenye mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku mabomu ya kutegwa ardhini yanayolenga wanadamu. Kwa mujibu wa Poland na mataifa ya Baltic yalifanya maamuzi sawa wiki mbili zilizopita, kwa sababu ya tishio la kijeshi kutoka nchini Russia chini ya Rais Vladimir Putin. Olpo alisema kuwa uamuzi wa kurejesha matumizi ya mabomu hayo umetokana na ushauri wa kijeshi na kwamba wanajeshi wa Finland hawana cha kuhofia. Serikali ya Finland pia ilitangaza kuwa matumizi ya ulinzi yataongezwa hadi asilimia tatu ya, ya pato la taifa yaani, GDP kutoka asilimia 2.4 mwaka jana. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital atakusogezea kila updates inayojili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.